Kile kila kile ambacho nilikuwa nazungumza kwenye preview, kile kile ambacho nimezungumza kabla ya mechi, kitu kile kile ambacho kimekuwa kikitokea kila siku, mambo yale yale ambayo yametokea miaka yote, yanaendelea kutokea kila siku bila mabadiliko. Kwa mara nyingine tena, hii ni mara nafikiri ya tatu msimu huu United wanapata nafasi ya kusogea kwenye tebo halafu wanaidondosha katika mazingira ambayo ni ya ajabu ajabu. Mechi dhidi ya Arsenal, mechi dhidi ya Fulham, mechi dhidi ya Brentford, mechi dhidi ya Nottingham Forest, mechi dhidi ya Spurs, mechi dhidi ya Everton, leo tena dhidi ya West Ham United, ambayo amekuwa ni timu dhaifu zaidi katika ligi ya soka nchini England. Tunashindwa kupata ushindi katika mechi kama hii, it is ridiculous. Ni vitu ambavyo uika ukavitafakari yani like, kama wana soka, unaona havimake sense, yaani it's like unaweza kuona kama labda kuna kitu ambacho labda kiko nje ya ya mpira ambacho kinafanya kina haya mambo yasiwezekane. Hivi kweli katika hali ya kawaida do you need the best 11? do you need the best performance kuifunga Everton au kuifunga West Ham? West Ham wamekuwa ni watu dhaifu zaidi katika ligi msimu huu, lakini leo tunapoongea hapa tumeshindwa kupata ushindi. Niliongea kabla ya mechi, niliongea jana pia usiku, nikasema hii mechi ni muhimu sana. Hii ni mechi ambayo tukishinda matokeo yote ya ligi yameenda upande wetu vizuri. Tukishinda hii mechi mwanake ni kwamba tunakuwa tunalingana point na Chelsea ambayo yuko nafasi ya nne, sisi tunakuwa watana kwa difference ya magoli. Nilitarajia kabisa kwamba hii timu leo itakuja kutuangusha. Nilisema mimi kabisa, Manchester mechi ambazo lazima washinde, huwa washinde. Yaani sijui kwa nini yaani yaani huwa tunafeli vipi yaani, mechi ambazo lazima tushinde hatushindi, every time is like that. Leo tumecheza kipindi cha kwanza vizuri sana of course, tumisla, lakim, tumisla, piti, tumisla vizuri lakini bado tumeshinda tumeshindwa kupata matokeo. Tunaongoza mpaka dakika 84 really, alafu watu wanakuja kufunga goli kwa kona. Yani ni vitu ambavyo ukivimagine unashindwa una ku, um, kuelewa uh, Bruno Fernandes leo amepata nafasi kama tatu amezipoteza. Joshua Zirkzee nafasi kama mbili amezipoteza. Bryan Mbeumo hii ni mechi yake nafikiri ya tatu hayupo kwenye ubora wake kabisa, nafikiri, sijajua anawaza AFCON ama vipi, lakini Bryan Mbeumo sio yule ambaye tumemzoea toka msimu huu umeanza. Ameanza ku drop off kidogo um, performance nzuri sana kutoka kwa, kwa sisi kwa, kwa kutumia set pieces leo, tumeku, kitu ambacho mimi binafsi sikutarajia kitokee. Nilitarajia kwamba hii mechi ambayo tunaweza kushinda kirahisi, I was kidding kwenye upande huo, lakini kwamba hii ni mechi ambayo yani ni timu mbovu yani zaidi msimu huu hivi, tunashindwa vipi, tunashindwa vipi, tunashindwa vipi kufunga West Ham? Kuna watu wanajua, watamlaumu kocha leo, kuna watu watamlaumu sio nani, lakini technically uh, hauhitaji kuwa na ufundi mzuri sana kumfunga West Ham, hauhitaji kuwa na kikosi kizuri sana kumfunga West Ham. Yani leo ni, ni, ni, sijui ni mentality ya wachezaji, ya wachezaji kutojituma ama vipi, lakini nadhani hii mechi tulistahili kushinda kwa njia rahisi zaidi. Ndio zile mechi ambazo tunaziongeza tuna kwenye stories hili, zile zile kwamba mechi fani tungeshinda, mechi fani tungeshinda nilikuwekea video asubuhi kwenye Instagram kule, ambayo George Mbangela alisema kwamba katika mechi zinazofuata ambazo ni muhimu kushinda, kuna mechi ya Everton, kuna Crystal Palace, kuna mechi ya West Ham, kuna Wolves, kuna Bournemouth, kuna Aston Villa. Akasema kwamba ni mechi ambazo ukiangalia kwenye makaratasi ni mechi ambazo tunapaswa kushinda, lakini kwa Manchester tunavyojua, wanaweza kutushangaza. Ni kweli katika mechi ukiangalia, kwa mfano mechi, mechi ya Everton, Crystal Palace na West Ham, mechi ngumu hapo kwenye makaratasi kiufundi kimsimamo ni mechi ya Crystal Palace. Lakini eti tumeshinda Crystal Palace, tumefungwa na Everton, tumesare na na na, na, West Ham. Ni, ni, ni ujinga wa hali ya juu. Yaani doesn't make doesn't make any sense. Ah uh, Hashimu azungumza kuhusu Amorim kwa, kwa, kufanya sabu. Ha, Izile sabu hazijawa na shida yoyote kabisa. Hazijawa na shida yoyote kabisa. Nafikiri sabu hazifanya sijawa na shida yoyote bado tulikuwa tu tunahitaji mentality ya ushindi. Kwa nafasi ngapi tumezipoteza leo katika kipindi cha kipindi cha pili? Nafikiri tunahitaji kuwa tu na mentality ya ja kwamba hii mechi ni ya kwetu, tunaenda kushinda. Na ni mbaya kwamba tumepoteza nafasi tena nyingine ya kwenda kwenye top 4 leo. Tungeshinda leo, tungekuwa tunamfikia Chelsea ambaye anasifika kwamba amefanya vizuri sana msimu huu. Um, uh, Simaya anasema kwamba nafasi ya sita, saba, tisa, kumi, kumi na tano nafasi ya United. Kama ni hivyo, yaani, kwa sababu every time tukipata nafasi ya ya kusogea juu tunaipoteza. Guys, Uh, mimi nimekuwa very disappointed na haya matokeo. Nimekuwa very disappointed na matokeo ya, ya, ya Everton. Nilikuwa disappointed na matokeo ya Nottingham Forest. Nimekuwa disappointed na matokeo ya, ya, ya Tottenham. Nilikuwa disappointed na matokeo ya Fulham. Nilikuwa disappointed na matokeo ya Arsenal. Tumekuwa na matokeo mengi msimu huu ambayo ni disappointment kwa sababu tunapoteza kizembe, kizembe, kizembe, muno. Mechi kama hii ingekuwa ni kama iko serious ni ushindi. Mechi ya Crystal Palace ingekuwa ni ushindi. Mechi ya West Ham ilikuwa ni ushindi. Mechi ya Spurs imekuwa ni ushindi. Mechi ya Everton ilikuwa ni ushindi. Mechi ya Fulham ilikuwa ni ushindi. Mechi ya Arsenal angalau ilikuwa ni draw, lakini mechi zote hizo tumezipoteza kwa sababu ya uzembe wa wachezaji ambao ni, ni kutokuwa tu na intensity ya kutosha kutokuwa na umakini wa kutosha kutokuwa kuto, kuto, kuto, kuto, na mentality ya ushindi. Magoli mengi um, magoli mengi tunapoteza, anasema Manchester United, kwamba, tuna, tuna, tuna, tuna poteza magoli mengi sana, na pia nafikiri pia hilo pia ni tatizo kwa sababu tunatengeneza nafasi nyingi, alafu mwisho wa siku hatuzitumii tuna, vizuri, tunakuwa tunazipoteza kwa hiyo, um, de la, kuna vitu vingi ambavyo sidhani nitamsikiza Amorim mwa hapa anasemaje lakini nadhani hata Amorim mwenyewe ashika unaweza ukapiga watu makofi kwenye mbio ya kubadilisha nguo kwa sababu hatuwezi kufanya hivi kila siku. Hatuwezi kuwa tunadondosha nafasi kila siku. Ilitokea nafasi katika mechi ya Forest, ikatokea nafasi mechi dhidi ya Spurs, ikatokea nafasi dhidi ya Everton, ikatokea nafasi dhidi ya West Ham. Uzuri ni kwa msimu huu umekuwa ni msimu ambao uko hivi, uko vurugu vurugu. Wale watu ambao kwa juu yetu wote wana wana wana drop drop point sana. Ilikuwa ni fursa yetu, tulikuwa tu na nafasi nzuri ya mechi nyingi hapa karibu karibu, ambazo ambazo ni ndogo, kwa sababu baada ya kutoka kwenye mechi dhidi ya Everton tulikuwa tuna, baada ya Spurs ilikuwa ni, ni Everton and then West Ham, then kuna Wolves, kuna Bournemouth, kuna Aston Villa, ukata Aston Villa, hizi ni mechi tano ambazo tulipaswa angalau kushinda mechi nne kati ya tano, lakini so far katika mechi tatu ambazo tulipata kushinda zote tumeshinda tu mechi moja kwa katika point tisa, tumeisha kupata point nne katika point tisa mpaka sasa hivi kwa tayari tumepoteza fursa, fursa, fursa kusogea ya kusogea juu zaidi. Bruno Fernandes alikuwa ni bora sana lakini amepoteza nafasi mbili za mwisho pale ambazo angeza kuzifunga. Of course pia kipindi cha kwanza pia alikosa nafasi hiyo. Kunye hakuwa na fitness ya kutosha. Na na, na isi, I don't understand. Wewe ambao unafuatia pia niambie kwenye comment kwa nini inakuwa hivi kila siku? Timu yetu ina ina, ina, ina changamoto gani? Yaani kwa nini kila fursa ambayo inatokea ya kuweza kusogea kwenye table tunaipoteza? Ina yani, I don't know. I don't know what to do. Lakini

Ha, sioni kama hii I mean, binafsi sioni kama ni progress, sioni kama ni progress kabisa, sababu nadhani ya hizi ni mechi ambazo ipata kushinda na bado shida ile ile ya msimu uliopita ni tatizo bado. Tunashinda tuna, tuna mechi ambazo hatustahili kushinda kwenye makatasa, alafu zile mechi ambazo tunapaswa kushinda ndio tunakuwa tuna, tunazipota kwa, nadhani uh, tuna kazi kubwa sana ya kufanya. Lazima Ruben Amorim limwaingie tena uh, na wachezaji wake awajaze mentality ya ushindi kwa sababu nafikiri pia It comes with the mentality anyway. Kesho utapata fursa ya kuweza kukaa kuzungumza vizuri kuhusu mchezo, lakini kwa leo mimi nafikiri ndio hiyo, ndio reaction yangu ya leo. Sina mengi ya kusema, kusema ukweli ni disappoint kubwa sana. Saidi Bakari anasema kwamba sub alizofanya nafikiri ni tatizo, lakini I don't think sub, mimi nikiangalia sub zilizoingia sijani kama zinafanya, zinafanya, zinafanya vibaya, kunya of course la kuwa fit. Manchester Trust kanasema hapa ni kweli kabisa lakini sidhani kama sub za leo zilikuwa na tatizo kubwa sana. Uh, ukiangalia sub ya Dorgu kafanya vizuri, uh, Leny Yoro kafanya vizuri, Ayden Heaven alikuwa na kadi ya njano tayari, Luke Shaw alikuwa na njano tayari. Uh, ilikuwa ni muhimu kumweka Mason Mount kwa sababu anahitaji kuongeza pressing lakini pia kwenye kudefense alikuwa ni mtu muhimu sana. Lakini pia alipoingia Mason Mount pia amekuwa sloppy sana. Uh, Joshua Zirkzee pia sikuona kama anafanya kazi ya muhimu sana. Kwa hiyo nafikiri sababu yake haikuwa haikuwa mbaya. Kwa hiyo kiujumla, leo mimi na lawama zote ni kwa wachezaji, kwa sababu bado nafasi ambazo zim katika mchezo ya leo na nafasi nyingi ambazo tungeza kuzitumia vizuri, tungeweza kufunga mara kadhaa. Bryan Mbeumo alikuwa na nafasi ya kufunga kwenye box, akaanguka bure bure akisubiri penalty, haijatokea ah. Amad ana nafasi imetokea mara mbili pia na ikapoteza. we need a mentality ya kutafuta nafasi ya kushinda bila, bila kumwangalia refa anafanya nini. Unapengia kwenye box tafuta fursa, tafuta, piga shoot baada ya kusubiri refa apige filimbi. Hiyo ni kitu ambacho kipo kwenye akili ya wachezaji, i think there are a lot of problems, ambao binafsi kusema ukweli, hii mechi ya leo ni pure, pure, pure disappointment. Ruben Amorim anapozungumza, bwana nimwangalie, alafu nitakupa update kuhusu kila ambacho amezungumza, lakini nadhani hawezi ku ngoja. Um, nimsikie hapa. Uh, Ruben Amorim ni mwekundu, sioni ni mwekundu, yuko yuko stressed kabisa. You, stress stress you can see kabisa kwamba yuko yuko frustrated, hata anachoongea mwenyewe akielewi. Anasema tulipaswa ku control mchezo, tulikontrol mchezo kwa muda mrefu sana. Anasema tulipasa kukili the game, na hiyo ndio tatizo. Tulipokuwa tunaongoza, wachezaji wameswitch, wameswitch wakaanza kuanza kufunga zaidi, wakaanza kuwaza kulinda zaidi. baada ya kumaliza mchezo It is stupid guys, namba, tukutane tukutane kesho tuweze kuongea vizuri. Mimi sasa hivi hii timu imeshanivuruga nimechanganyikiwa, i am not good, it is frustrating. Namba tukutakie